Um, ni kweli kwamba vijana wengi sana ambao wamepata fursa ya kuingia kwenye vyombo vya habari, iwe ni TV luninga ama redio, wengi wamekimbilia kuandaa vipindi ambavyo maudhui yake ni ya um, mziki wa kizazi kipya Bongofleva. Um, hiki ni kitu kizuri kwa sababu huu ni mziki pendwa sana kwa vijana na vijana ndio asilimia kuu ya, kuu ya watumiaji, wa, watumiaji walaji wa vyombo vya habari wapenzi wa mziki huo na pia ni kitu kizuri kwa sababu naamini kwa hivi sasa uh, kiujumla ndivyo vipindi vingi zaidi uh, kiasilimia kuliko vipindi vingine vyote uh, katika vyombo vya habari. Lakini katika wingi huo pia um, jambo hasi ni kwamba mchango wa hivyo vipindi kwenye kuikuza na kuiboresha tasnia labda ni mdogo sana kwa maana ya kwamba vijana wengi wanaoandaa hivyo vipindi wanatafuta content na si habari eh, ama taarifa kamili na sahihi kuhusiana na tasnia. Content kwa mfano, ni jana fulani kafanya nini, alikuwa na birthday party jana, kwa hiyo matukio aliyoyafanya ni haya. Content mara nyingi inaangalia maudhui ya kibinadamu ya mtu binafsi, na hayaangalii Um, kibiashara, kimauzo, kimapato, kifaida na uchanya wa athari zake kwa tasnia nzima. Hizo sasa ndio habari na taarifa, unaona. Kwa hiyo vijana wengi ambao wapo katika vipindi hivi si wafahamu au wataalamu wa kuweza au wenye uwezo wa kuweza kuchambua haswa, eh, misingi ya kitu kinachoitwa tasnia, yani industry. Industry ama tasnia eh, ni kama kiwanda. Sasa kiwanda lazima kiwe na uzalishaji, uzalishaji wa, wa bidhaa, uuzaji, ukuzaji, promotion, kuonekana, kusafirisha, kupatikana kwa bidhaa hiyo eh, kuikuza bidhaa hiyo na siku hizi tunazungumzia mnyororo wa thamani, yaani kwamba ni watu gani wangapi wanahusika na bidhaa hiyo, ikiwa bidhaa ya nyumbani, na katika uzalishaji wake wangapi wananufaika ama wanachangia kwenye manufaa ya bidhaa hiyo. Sasa uchambuzi wa namna hii wakina wa namna hii wa kimkakati hivi, si kitu ambacho unakisikia kwenye vyombo vyetu vya habari. Kwa hiyo kwa mfano mathalan, leo umuulize mtangazaji yoyote yule tu Hebu nielezee thamani halisi ya mziki wa bongo flavor katika soko uh, katika kisoko hapa nchini Tanzania kwa mfano mathalan, kimapato kwa serikali, ataweza kuenda kuangalia, um, hotuba za viongozi wachache na akapata kadirio, lakini si kadirio kamili, kwa sababu kwa upande mwingine mimi ambaye nafahamu, najua kabisa kwamba kuna wana wanaohodhi soko la bongo fleva ni wachache dhidi ya wengi ambao wapo katika soko lenyewe. Kwa hiyo utapima tu kwa wale ambao unaweza ukahisi unaweza, unaweza ukahisi au ukafanyia tathmini ya mbali kidogo ya kwamba wao wanafaidika kiasi gani. Pia kuna wale ambao wamejificha, ambao wanafaidika sana na mziki huu, kwa mfano wale ambao wana mitandao inayopokea nyimbo za watu na kuruhusu ku kuruhusu kudurufu ama kupakua zile nyimbo ili vijana wawe nazo kwenye simu, alafu na kuna wale ambao wanatumia mfumo huo huo kuweza kupata nyimbo mpya na kuziingiza katika soko na kuuza kwenye flash, kwenye DVD, kwenye CD na kuzisambaza sehemu mbalimbali kwa faida yao wenyewe, ambayo haitozwi, haitambuliki, haijulikani na hata mmiliki wa kazi mwenyewe hajui eh, swala kama hilo. Sasa vitu kama hivi ndivyo ambavyo kufikia sasa katika Bongo Fleva na kupitia vipindi vyao, ndivyo wanavyotakiwa waanze kujadili kwa undani bila hofu wala uoga, kwa sababu bila tasnia kuipa thamani halisi, kutambua thamani yake halisi, basi mambo mengi yasiyo rasmi, yasiyo ya msingi, ndiyo yatakayotawala. Na vijana kama wanachukulia hii tasnia kama ni sehemu okozi kwa maisha yao Talent zao ndio zinaweza kuwaokoa katika hali ya uchumi huu mgumu ambao unahitaji ndiyo taaluma, lakini pia unahitaji vile vile skills na talents, basi wataanza kufanya na kubuni vitu ambavyo viko ndivyo tunavyoviona ambavyo ni kick ni uchawa um, <laughs> mambo maudhui ambayo yatatangazwa hayo, lakini sio yale ambayo yana manufaa makubwa. Kwa hiyo keki hii ya bongo fleva sasa hivi inaliwa na watu wachache wanafaidi watu wachache sana, lakini bado ina fursa kubwa sana, ikiwa rasmi ikijadiliwa kwa urasmi, ili iweze kusaidia tasnia nzima na mustakabali wa maisha ya vijana, kwa sababu mimi sichoki kusema kwamba bongo flavor katika kipindi fulani ndio ilikuwa um, kitu kilichokuwa kiokozi kwa vijana wa Tanzania alafu watu waliokuwa na ufahamu wa undani kidogo au waliona upenyo, wakaja waka hijack wakateka waka waka hili soko kulifanya lao, kufaidika wao peke yao na watu wao wachache, na imebakisha athari kubwa sana za, za, za namna hiyo bado katika soko hili. Kwa hiyo naona ushiriki wao um, ni mzuri, ni muhimu kwa sababu ni soko kubwa sana lakini mchango wao ni hafifu sana.